Shirika la ndege la Air Tanzania limetangaza kuanzishwa kwa safari za moja kwa moja hadi Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanzia tarehe 25 Aprili mwaka 2025. Kwa kusherehekea njia hii mpya, kampuni hiyo itatoa punguzo la hadi dola 50 kwa abiria watakaonunua tiketi kupitia tovuti yake rasmi au programu ya rununu ya Air Tanzania kabla ya tarehe 31 Mei 2025. Safari hizi zitafanyika mara nne kwa wiki ikiwa ni Jumapili, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kwa safari ya asubuhi au mchana. Ratiba hii imeundwa kwa kuzingatia abiria wanaohitaji kuunganisha safari za kimataifa kama vile Dubai, Mumbai na Guangzhou. Ada ya safari ya kwenda na kurudi kwa daraja la kawaida itaanzia dola 372 kabla ya punguzo ndege aina ya Airbus A220-300 yenye uwezo wa kubeba mia moja wa kubeba abiria 132 itatumika kwenye njia hii na safari itachukua chini ya masaa manne kutoka Dar es Salaam. Punguzo la dola 50 ni sehemu ya kampeni ya ATCL ya Save US Dollar 50 ambayo itaanza kutumika tarehe 25 Machi mwaka 2025 na itatumika kwa safari za kimataifa za kikanda na za ndani wakati wa sherehe za Eid na Pasaka. Biria unaweza kuchagua tarehe yoyote ya safari kabla au baada ya siku kuu kwa kufaidika na ofa hii. Watanzania wanahimizwa kuchukua fursa hii kwani hawahitaji visa kusafiri kwenda DRC. Uzinduzi wa safari ya Kinshasa unafanya ATCL kuwa na vituo viwili nchini DRC baada ya Lubumbashi, hivyo kuimarisha mtandao wa wake wa kikanda na kushindana na mashirika mengine ya ndege yanayohudumia eneo ya hilo.